Naamba rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli ambaye yuko nchini Kenya kwa ziara ya kiserikali ameitaja nchi hiyo kuwa ndiyo inayoongoza kwa uwekezaji nchini Tanzania, nchini Tanzania ikilinganishwa na nchi zingine za bara la Afrika. Rais Magufuli amebainisha hayo katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika katika ikulu ya Nairobi nchini Kenya baada ya kuanza ziara ya kiserikali ya siku mbili kwa mwaliko wa rais wa jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta. Amesema takwimu za kituo cha uwekezaji Tanzania TIC zinaonyesha kuwa Kenya ina jumla ya kampuni 529 zinazoendesha shughuli zake nchini Tanzania na kuwekeza dola za Marekani bilioni 1.7 na kutoa ajira za watu 56260 huku thamani ya biashara kati ya Tanzania na Kenya ikiwa imeongezeka kutoka shilingi za kitanzania bilioni 652.9 hadi kufikia trilioni 2.04. Kenya ni partner namba moja katika Afrika ambaye ni muhimu sana kwa Tanzania kwa sababu kuwa nchi ya kwanza ya Kiafrika yenye uwekezaji mkubwa nchini Tanzania. Hakuna nchi nyingine za Kiafrika ambayo imewekeza kwa kiasi kikubwa Tanzania bali ni Kenya, na ndiyo maana nasema Kenya ni partner namba moja. Kwa upande wake rais Kenyatta amesema Tanzania na Kenya ni nchi zinazofanana kwa mambo mengi muhimu, ikiwemo kubadilishana uongozi wa serikali kwa njia ya amani, ambapo katika mazungumzo yao wamekubaliana kuendelea kuzisaidia nchi nyingine za Afrika Mashariki zinazokabiliwa na matatizo mbalimbali mbali. Na mimi sina shaka ya kwamba kutokana na safari hii mengi ambayo tumekubaliana, sitaki niingie katika detail sana lakini tumekubaliana ya kwamba mawaziri wetu wa nchi za nje watapanga haraka iwezekanavyo joint commission ambayo itakutana kule Tanzania hivi karibuni kupangilia na kupanga vile mambo yale ambayo tumekubaliana yatakuwa ya implemented. Rais Magufuli anatarajiwa kuhudhuria dhifa ya kitaifa katika ikulu ya Nairobi iliyoandaliwa na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta, na kesho anatarajiwa kutembelea kiwanda cha maziwa cha Eldoville kilichopo Karen jijini Nairobi na kuzindua barabara mchepuko ya Southern Bypass iliyopo jijini Nairobi. Kabla ya mkutano huo na waandishi wa habari, Rais Magufuli alikaribishwa rasmi kwa kupigiwa mizinga 21 na, na kukagua gwaride rasmi lililoandaliwa kwa heshima yake. Na baadaye kufanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta. Kisa Mwipiana, Channel 10.